Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maendeleaje? Hongereni kwa ushindi. Tunamshukuru Mungu kwa neema ni siku nyingine na ni wakati mwingine, jina lake litukuzwe. Amen. Basi nikukaribishe katika ibada yetu. Karibu rafiki unayetufuatilia kwa njia ya YouTube, karibu kwenye maombi yetu leo. Ni siku ya nne ya maombi yetu ya mfungo. Tumeuona wema wake Watu amen. Amen, amen. Wa YouTube naomba nisaidie kushare na hasa kulaiki hapo, naomba usiache kulaiki hapo, saidie kulaiki hapo, andika chochote, na pia kama ni mara yako ya kwanza tuandikie unatufuatilia kutokea wapi. Bwana Yesu asifiwe! Basi twende mbele za Mungu, tumfungue ibada yetu, fungue ibada yetu. Watu wa Google Meet nisaidie pia kushea linki yako, hiyo linki nisaidie kushea, nisaidie kushea hapo. Tumshukuru Mungu. Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa wema na fadhili zako asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Asante kwa sababu umekuwa pamoja na sisi tokea usiku, ukawa nasi asubuhi, mchana, alasiri na sasa ni jioni. Tumeuona wema wako, tumeziona fadhili zako, tumeuona upendo wako, tumeuona uaminifu wako, tumekuona Bwana ukitutetea na kutusaidia, umetulinda, umetuepusha na mabaya na hatari zote ndipo tunakuja mbele zako Baba kwa damu ya Yesu tukiendelea kuomba toba na rehema, mahali popote tulipokwenda kinyume na mapenzi yako katika kuwaza kunena na kutenda, hata kuto kutimiza wajibu. Tunakusii Mungu wa huruma, ukaturumie Bwana, utusamee, ututakase, utuoshe kwa isopo ya damu yako, tupate kufaa mbele zako Kristo. Ni katika jina la Yesu Kristo anazoet aliye hai, tunakutakasia anga na ardhi, nakutakasia nafsi, miri na roho zetu ili Mungu mtakatifu, ibada hii ikapate kufaa mbele zako, katika jina la Yesu Kristo bwana wetu. Baba, tunaomba na tunaamini ya kwamba imekuwa na tunaenda kinyume na kila kilichoinuka kinachojinua juu ya elimu ya kwako Mungu wetu, na tunateka nyara kila fikira ikapate kukutii wewe Kristo ni, katika jina la Yesu Kristo bwana wetu tumeomba, amen. Watu wa Google Meet tafadhali, ukisha join, unapojua kwamba huko katika hali ya utulivu hakikisha umezima mic yako, hakikisha umezima mic. Isabela, zima mic yako. wakati mwingine nawazimia, mnawasha yaani, kisha kuzimia mic mara mbili ukaiwasha, ninakutoa hewani kabisa. Isabela, naomba uzime mic. Amen, karibu karibu watu wa YouTube. Karibu watu wa YouTube tafadhali, naweza kuandika hapo pia, tuandikie tu tuandikie, toka tulivyoanza, toka tarehe moja mpaka leo, unajisikiaje? Kuna nini unakisikia ndani yako? Unaweza kutuandikia hapo, watu wa YouTube. watu wa Google Meet Toa basi hata kaushuhuda jamani, kama mnasikia wepesi, kama mmesha choka, kama mmeshakata tamaa, tusikie tu kwamba tumtukuze Bwana, haleluya mm. Kama kuna kaushuhuda kapo basi, tukasikie, na kama vinavo vile ambavyo Roho Mtakatifu anatupa kuviombea, kama ni sehemu ya maisha yako, kama unaviona kwenye maisha yako basi sema kwamba kitu fulani kwangu mimi kinanihusu. Sababu toka juzi kuna vitu kama vingapi viwili tumevizungumza kwa wakati, ya hivyo viwili kama kuna jambo basi umeliona, ni wakati mzuri ambao unaweza kusema kwamba mimi jambo fulani linanihusu, au jambo fulani kuna hiki na hiki, inatia moyo na pia bado inatusaidia kwamba kujua hata tukimaliza mfungo huu ni batani ipi tuendelee kuikazia kuiombea, pamoja na kwamba Roho Mtakatifu atatupitisha katika njia nyingine nyingi nyingi, lakini tunajua kwamba kama hili jambo lilikuwa linaonekana zito kwa watu wengi, basi ni kwamba hili jambo tunatakiwa kuendelea kuliombea. Lakini mnapokaa kimya, najua kwamba hivi vitu labda nyinyi kwenu havipo na haviwahusu, kwa hiyo hatutavitilia maanani, hatutavipa mzigo. Haleluya. Si mmenielewa, wapendwa wangu? E, kila ambacho unajua kwako kimekugusa, kiandike kwamba jambo hili fulani kwangu mimi nimeliona. Kwa mfano, kama tumezungumzia ishu ya mipaka. Kuna mtu ametuma message kwamba yeye mshahara baada ya kupanda unapunguzwa. Sasa hapo ndipo tulipozungumza ishu ya mipaka kusogezwa; yani mtu anaingia kwenye mpaka wako. Wao kitu ambacho unakiona kwako kimekugusa, En, karibu twambie tu, wa YouTube unaweza kuandika kwamba labda mipaka labda nini nyingine, tumezungumza jana, tumeombea tumeombea jana jioni na usiku mm -hmm. Watu wa YouTube na Google Meet mpo? ni nini kingine tulikisema jana yeah. Basi kama kwako kwa unaona kuna hasara hasara aziza na kutoa nje aziza na kutoa nje aziza na kutoa nje. Utajoini upya ukisha jua maiki yako iko hewani na una shughuli nyingine zinaendelea, zima maiki yako. Ninajua kweli huu muda ni muda wa mambo mengi mengi, lakini zima maiki yako, na kama unaomba kwa kumaanisha, kama auko barabarani hakikisha wakili yako ina concentrate kwenye jambo moja, kwamba sasa hivi hapa naingia kwenye maombi, lakini naweza na na na na yani tu, tukasema tusiombe tutatusiwe ewani. Kila mtu aombe kivyake. Kwa hiyo tusiwe wasumbufu tafadhali. Sababu hapa tunapovuruga huku kwenye Google Meet tunawavuruga na ambao wako hewani, ambao wako YouTube. Haleluya. Oh. Tunapokwenda kuomba kwa ajili ya mwezi huu, nimesema kila siku tutakuwa tunaomba kidogo, hata dakika kumi kwa ajili ya mwezi. Tunaendelea na, na kipengele chetu leo. Sitazungumza sana kwenye kipengele cha leo, itazungumza sana ila ninachotaka upate tu cha kukusaidia kuombe Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati sura ya pili mstari wa ishirini na nne Kumbukumbu la Torati sura ya nne mstari wa ishirini na nne. Tunasikilizana watu wa Mungu. Kumbukumbu la kumbu Torati sura ya pili mstari wa ishirini na nne neno wa Mungu inasema ondokeni, mshike safari yenu, mvuke bonde la Arinoni. Tazama, taza nimemtia Sihoni Mwamori mfalme wa Eshiboni mkononi mwako na nchi yake, anzeni kumiliki. Natafuta hiyo sentensi eh, natafuta nini hiyo sentensi, kwamba anzeni kumiliki, mshin, mshindane naye katika mapigano. Anzeni kumiliki, mshindane naye katika mapigano. Bwana Yesu asifiwe. mwezi wa kumi na mbili lazima miliki zako ufanya nini? Ni uzimiriki. Jana tulisoma kwenye kile kitabu cha Warumi nane kumi na tisa tukasoma Yoshua sita mstari wa kwanza na wa pili tukaona kwamba Yeriko ilikuwa imefungwa kwa sababu ya wana wa Israeli. Lakini na Warumi nane kumi na tisa anasema viumbe vyote vinasubiri kufunuliwa kwa wana wa Mungu, au kudhihirishwa kwa wana wa Mungu, kwamba kuna vitu vinaweza vikawa vimefichwa vya kwako, wezi kufunua kitu ambacho hakijafunikwa. Kwa hiyo vitu vyako vinaweza vikafichwa lakini mwezi unaweza ukafungwa kwa ajili yako. Lakini hapa Kumbukumbu la Torati anasema ondokeni mshike safari yenu, mvuke bonde la Roni. Tazama nimemtia sioni mwamori mfalme wa ishiboni kononi mwako, na nchi yake anzeni kumiliki. Nataka hiyo sentensi kwamba anzeni kumiliki anzeni kumiliki, mshindane naye katika mapigano. Kumbe riziki baraka, lazima upigane. kushindana kwetu sisi juu ya damu na nyama, baraka zako, vitu vyako, hakuna utakavyopata kizembe, hakuna utakavyopata kirahisi, lazima mapigano upigane. Kwa hiyo hapa tunapokwenda kuomba kwa ajili ya rango la mwezi huu, ni mwezi wa kumi na mbili, ni mwisho wa mwaka na pia ni lango la kwenda mwaka mwingine. kwahiyo nikivuka kidhaifu ndio utasikia Januari kwa kweli mwezi mgumu, lakini haitakuwa hivyo kwetu katika jina la Yesu. Mwezi wetu wa Januari utakuwa mwezi mwepesi na Mungu atatufanikisha vizuri katika jina la Yesu. Kwa hiyo, ili tuvuke vizuri, lazima tupigane na nilikwambia jana kwamba Mungu ni Mungu wa matukio ah hua napenda kusema yee ni mzee wa madiri, yani anaweza akakupiga dili moja matata, kama msemo wa vijana kwamba nina dili langu. Kwa hiyo Mungu anaweza akakupa dili la maana ambalo litakufanya uvuke kwa ushindi, ili unapokwenda kuanza una, unaanza mwaka vizuri na ndio maana yani, Mungu hashindwi na chochote kwake. Siku moja ni sawa na siku elfu, na siku elfu ni sawasawa na siku moja. Kwa hiyo usijikatie tamaa kwamba niliwaza kufanya moja mbili tatu, sasa si, haitawezekana tena, mwaka ndio umeisha, hivyo ngoja tuone itakavyokuwa. Hakuna ah, ah, cha itakavyokuwa, hakuna cha itakavyokuwa, yani kwetu sisi hakuna cha kwamba sijui mwaka umeisha. Ndiyo siku zilizobaki, Bwana anaweza akafanya jambo. Amen. Sijajua ni mtandao wa Tigo au hata huko mambo yanasumbua sumbua kwenye, kwenye YouTube naona kama na hali ya kushekisheki sijaelewafu mitambo mambo ya koje. Kwa hiyo Mungu wetu ni Mungu wa matukio, anaweza kufanya vitu ambavyo vikawa tukamaliza vizuri. Hiyo kama vitu vyetu vimefichwa vifichuliwe, kama mwezi umefungwa ufunguliwa, nasema anzeni kumiliki kila miliki yangu, kila kilicho cha kwangu, kwa jina la Yesu. Ndani ya mwezi huu nasema heli mwisho wa jambo kuliko mwanzo.